Kwa hiyo Manara, kakangu, usihangaike ukazalilika huko ukazalilishwa na wanawake jamani, wa masta hao, mi nipo Manara, uhaji Manara ukipata hii. Mi nipo na kukupenda na kutaka Manara. Mi si wa gharama oh, kijora tu cha elfu sita kinanitosha, mi najua kupika, najua kumhudumia mume, najua kulea watoto, najua majukumu yote kama mke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 Mm, njoo kwangu ni stiri, tustiriane. Njoo nioe Manara, mi nakutaka, sina gharama mie, mi sina gharama, sive nguo ya milioni tano. Ah, ah, wewe tu mwenyewe. Hata ukiniambia kijora che elfu sita naende shughulini mi hakinikeri, mm. Kikubwa mapenzi tu basi. Ushanipa mapenzi ya kweli basi, tukisikizana tukielewana, mm. Meelewano tu. Mimi nataka mwanamume mwenye upendo. Kwa hiyo Manara, kakaangu, mimi nipo binasrini, mtoto wa Kipemba, nakutaka, njoo kwangu. Manara, nakutaka, njoo kwangu, ukiona hii video jamani, atake iona hii video. Imfikie Haji Manara huu ujumbe, wa Haji Manara. Mimi na mtaka Haji Manara aje kwangu. Mimi ni single maza, sina mpenzi sina mume sina baby sina hani. Kwa hiyo Haji Manara kakaangu